Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Maalim Abalhasan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua matatizo mbalimbali yanayohusiana na maisha yetu ya kila siku. Tayeb, ikiwa leo nataka kuelezea nguvu za kishaitani katika elimu za kiroho, yani ilmu rauhani zinahusiana na nishati hasi inayoweza kuathiri mtu kupitia ushawishi wa shaitani, uchawi au ushawishi wa roho wabaya. Hapa kuna mambo muhimu kuhusu nguvu hizi na jinsi ya kuzikinga. Tayeb, ya kwanza ni asili ya nguvu za kishaitani. Zinahusiana na mawazo mabaya, hofu, tamaa mbaya na kupoteza mwelekeo wa kiroho. Mara nyingi hutumika katika uchawi mwausi, na ushirikina, kwa lengo la kudhuru au kudhibiti mtu. Pia zinapendelea mazingira machafu au katika maeneo ya giza, na watu waliokata tamaa au walio mbali na na ibada. Sehemu ya pili ni jinsi zinavyofanya kazi ambapo wasiwasi ushawishi wa akili shetani hujaribu kumpotosha mtu kwa kumtia hofu, mashaka au tamaa zisizofaa. Ukaona mtu anatamani vitu ambavyo hana nafasi navyo, nataka cheo kikubwa, nataka magari, nataka majumba. Hii ni katika hali ya asili ya nguvu ya kishetani, namna ambavyo anaweza kufanya kazi katika akili zako na katika nafsi yako au katika mwili wako. Na pia jinsi ambavyo zinavyofanya kazi, kama nilivyoelezea uchawi na majini. Watu wanaoshughulika na uchawi mara nyingi hutumia roho wabaya, husababisha matatizo kwa mtu wa roho wa kutumia wa roho wabaya au mashaitani au maghost ni kusababisha matatizo kwa mtu na ndoto mbaya na majinamizi. Nguvu hizi zinaweza kudhihirisha katika ndoto mbaya au katika maono ya kutisha, hali ya kukosa utulivu. Mtu anaweza kujihisi huzuni, hasira zisizokuwa na sababu na kushindwa kufanya ibada, yaani katika ile mambo Mwenyezi Mungu aliyotuamrisha kutekeleza. Uh, ya tatu ni njia za kujikinga na kutakasika, na hapa kutakuwa makundi mawili. Kwa wale ndugu zangu Waislamu ambao wanajua kusoma Qur'ani na dua, basi hii itakuwa ni rahisi kwao, lakini kwa kundi la pili nitawaelezea au watatumia katika vitu ambavyo nitavyokuwa nimeelezea, na wao watavitumia na vitakuwa vimewasaidia, kwa sababu kuna vifaa ambavyo vitatumika katika kuondosha uchawi katika kuondosha nguvu hizo hasi. Taibu, katika kusoma Qurani na dua za kinga tutaelezea, ni Suratul Fatiha ambayo ni alhamdu. Sura hii ina aya saba, ukianza na bismillahi rahmani rrahim, na kisha utamalizia ghairil maghdubi alayhim waladallin, na uitikie kwa kusema amin. Ndio mafundisho ya ukamilifu wa sura hiyo. Tayeb, lakini pia kuna kusoma Suratul Baqara. Suratul Baqara ni sura ya pili katika utaratibu wa mashafu ambayo, uh, ina aya mia mbili takriban na 86 Ni sura ndefu, ni katika sura zinazoitwa Suratul Mutawwalat, ni zile sura zilizokuwa ndefu ndefu ni mwanzoni mwa mashafu lakini pia kuna Suratul Ikhlas, yani bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad na kuendelea mpaka kule walam yakun lahu kufwan ahad. Na pia kuna Suratul Falaq na Suratul Nas. Sura hizi zimekuwa zina nguvu kubwa ya kupambana na nishati hasi, na pia katika kutumia maji ambayo yalisomewa dua au yaliyosomwa dua au yaliyosomwa Qurani. Na lazima mfahamu, maji yamekuwa na tabia ya kurekodi. Kama wewe unavyoweza kurekodi audio, unaweza kurekodi video, basi na maji na yenyewe yamekuwa yana uwezo huo wa kuchukua sauti zako na kuhifadhi. Twaibu, haya maji yaliyosomewa dua au yaliyosomewa Qurani utatumia kuoga na kunywa na kumwagilia katika pembe zako za nyumba, pembe nne za nyumba, au katika eneo lako la biashara, au katika eneo lako la mashamba, kwa wale waliokuwa wakulima. Basi itakuwa ni dawa kubwa kwa ajili ya kuondosha nguvu hasi. Nguvu hasi kama nilivyoashiria mwanzo, kuna nguvu za majini wabaya na Uh, uchawi na lazima tukumbuke, na ninatoa angalizo: usitumie akili zako katika masala ya kielimu. Elimu inataka kuhojiwa kwa maarifa, lakini ukiona huna maarifa ukatumia akili zako utakuwa unatumia utaratibu ambao haupo. Ilmu rauhani ni katika mambo ambayo hayaonekani, lakini yana nguvu ambazo zinazoathiri kwa hiyo utaona baada ya hizo nguvu kuwepo, utaona athari zake. Kwa mfano utakuwa na wasiwasi. Wasiwasi hauwezi ukaiona, lakini utaona athari yake ya kuwa na hofu na mambo kama hayo. Na utakaposoma dua hizi au aya hizi au sura hizi, basi utaona ile hali ya ile athari iliyokuwa inakuletea wasiwasi na mambo mengine, utaona yanaondoka pasina kuyaona. Kwa hiyo masala kama haya naelezea, yatakikana usitumie akili zako, yatakikana utumie elimu maarifa. Kama utakuwa na maarifa, karibu sana katika kuuliza au katika kuchallenge ili upate maarifa zaidi. Aa, kitu kingine ni kufanya dhikri na kuleta swala. Dhikri ni kumtaja Mwenyezi Mungu mara kwa mara na hii huwa inasaidia kupunguza ushawishi wa nguvu za kishetani. Pia kutumia harufu nzuri kama miski na udi. Na miski kama itapatikana, iko katika rangi nyeupe, iko kama chumvi chumvi au sukari nyeupe, lakini kuna udi, na udi maanake ni kijiti, sasa vile vijiti vyenye harufu nzuri, au utatumia ubani. Ubani inakuwa ni mautomvu maalumu ya miti nayo ipo katika majina tofauti tofauti. Taib, harufu hizi zinafukuza majini wabaya na zile kuondosha nguvu hasi. Pia vile vile unatakikana uepuke mazingira ya giza na uswahilini, mwituni eh, katika mazingira ya Kiswahili kama inavyofahamika, kumekuwa kuna nguvu ambazo zinazojikusanya kutokamana na mazingira kuwa machafu na zile sehemu ambazo zilizokuwa na nuru ya kiroho unatakiwa kuepuka. Tayib, kwa hiyo utaona, ukifanya hayo basi itakuwa umeweza kujitibia. Na hapa nitaeleza utaratibu wa kinga kwa kutumia Qur'ani na dua. Utasoma ayatu kursi ambayo ipo katika suratul Baqara, ni sura ya pili, na ayatu kursi ipo katika aya mia mbili na hamsini na tano. Utasoma mara tatu asubuhi na mara tatu jioni. Ukizoea kufanya hivyo, basi utakuwa unapata kinga wewe msomaji. Kadhalika utasoma suratul Falaq na suratul Nas na suratul Ikhlas. Hizi sura tatu, sura mbili ambao suratul Falaq na suratul Nas ni sura zinazoitwa almuawadhatani kutegemea na ibara utakayoleta, unaweza ukasema almuawadhataini, yote itakuwa ni sawa sawa, ikiwa ina maana ni sura mbili za kukinga au za kujikinga. Tab, na kuna suratul ikhlas ambayo tunajua ni sura ya tauhid, yani ya kumtakasa Mwenyezi Mungu kwa kusema qul huwa llahu ahad, Mungu ni mmoja. Ina siri nyingi sura hii. Kwa hiyo hizi sura pia utazisoma mara tatu mara tatu, asubuhi na jioni, itakuwa ni kinga kubwa. Kwa wale ambao walojaliwa kutekeleza swala tano hamsu swalawati, basi wanatakiwa kila mwisho wa swala basi, au kila baada ya swala wawe wanazisoma mara tatu mara tatu, baada ya zile dua ambazo zinafanyiwa uh, baada ya swala yani fa idha faragta fansab basi pale, kuna kunakuwa kuna dua zipo nyingi, Allahumma anta salamu, ipo ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, zipo na kadhalika na kadhalika, zipo nyingi. Lakini na hizi sura nilizozitaja, uhakikishe unazisoma kila baada ya salat tano, taib. Pia utaweza kusoma suratu al-Baqara kwa sauti sura hii ni ndefu, ni sura ya pili katika mpangilio wa mashafu. Maana sura zina makundi mawili, kuna utaratibu wa kuteremka na kuna utaratibu wa katika mashafu. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri kama utaisoma mara kwa mara, ili kuondoa hasi nyumbani kwako, na inatakiwa uisome kwa sauti, ikiwa ni nyumbani kwako au ikiwa ni katika eneo la biashara yako au ikiwa ni sehemu ya shamba lako kwenye mazao na kadhalika, itakuwa ni kinga nzuri pia. Vile vile, kuna kufanya kinga kabla ya kulala. Katika kulala tunapata majinamizi yanayokuja kutusumbua katika miili yetu na kutuletea nguvu za hasi. Nguvu za hasi ni zile nguvu ambazo zinazotuathiri katika kutafuta maendeleo na kutuletea wasiwasi katika maisha yetu. Nini cha kufanya kabla ya kulala? Unatakiwa usome aya tukurusi, unasoma mara tatu. Na kila mara unapomaliza basi unatakiwa upulize. Yaani pumzi ya kutoka mdomoni wakati unasoma, unapulizia ndani ya viganja vyako vya mkono na baada ya kupuliza utapanguza au utapangusha au utapagusa utakuwa kama unayejipaka mwili mafuta. Basi na wewe utaanza kichwani kujipanguza, au kujipunguza, au kujipangusa mpaka katika nyayo zako. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa tayari umeshapata kinga kwa ajili ya hao nightmare, yaani majinamizi, ambao watakaokuja kukudhuru na kukuletea nguvu hasi. Kingine katika kutumia maji yaliyosomwa Qurani au yaliyosomewa Qurani ni kwamba, na hii naielezea ni kwa wale ambao wanaoweza kusoma Qurani. Wale ambao hawawezi kusoma Qurani, wanaweza kufuata maelezo nitakayoelezea katika vile vitu ambavyo watakavyotumia kwa ajili ya kuoga na kunywa lakini wale watakaotumia Qurani itakuwa wanapata nguvu zaidi. Na nimesema hili ninalolielezea ni faida kwako kwa kutokamana na uchache wako wa elimu, ili ikusaidie. Wale watakaotaka shughuli kubwa, maana kuna vitu vingi vya kuangalia kielimu na kufanya kazi hiyo kielimu, kuongeza nguvu zaidi, basi ni vizuri tukawasiliana. Twaib, unatakiwa kuchukua maji yaliyokuwa safi na maji haya safi ni maji ya kisima au maji ya mvua au maji ya bahari au hata maji ya mto uliokuwa msafi. Ukishamaliza utayaweka kwenye chombo kilichokuwa kisafi, ima chombo cha udongo au chombo cha shaba, yaani hivi masufuria au mabakuli ya shaba au hata mabakuli haya ya, ya risasi haina ubaya lakini kiwe ni chombo kisafi kitachotosheleza maji ya wewe kuweza kunywa na kujipaka. Utasomea Suratul Fatiha mara saba. Suratul Fatiha ni alhamdu, ukianza na bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani ar rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dhallin amin amin. Lazima uilete mwisho wa Suratul Fatiha. Tayib, ukishamaliza utasoma Ayatul Kursi mara saba, ambapo sura hii ina siri kubwa, aya hii ina siri kubwa, ni aya moja ambayo inaitwa Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al qayyum na kuendelea mpaka utakapoishia alaliyul azim, mara saba. Ukimaliza utasoma Suratul Ikhlas mara saba, utasoma Suratul Falaq mara saba, na utasoma Suratul Nas mara saba, kwa kila moja moja. Ukishamaliza hapo utaleta dua ya Nabiullahi Yunus ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ambayo inasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ipo katika sura ya ishirini na moja aya ya 87 na ukishamaliza kusoma na maandalizi hayo hayo, maji sasa utayatumia kwa ajili ya kunywa au kuoga au utafanya, utakunywa na utaoga na kunyunyiza katika pembe za nyumba yako. Ukifanya hivyo, basi utakuwa umeshapata kinga na itakuwa umeshapata ponyo au aguo, utakuwa umeshajiagua kutokana na hali hiyo ya nini, ya kuondosha nguvu hasi au kuondosha uchawi katika mwili wako au katika eneo lako la nyumbani. Haya ni masala ya kiroho na nikaelezea, ni vizuri tusitumie akili zetu. Haya ni masala ya kielimu. Kama una elimu, karibu kwa kuuliza swali lolote na kwa kuleta challenge yoyote. Pia kwa wale wale ambao walikuwa hawana elimu, nilisema kuna makundi mawili. Kwa wale ambao ndugu zangu wa imani wanaojua kusoma Qur'ani au dua utaratibu ndio huo. Na wale ambao hawajui kusoma Qur'ani au dua, wanachotakiwa wao ni kuchukua miski nyeupe na udi. Wakitumia hivyo, watachukua na watachukua chombo cha udongo au cha shaba au cha risasi. Risasi ni ya masufuria yetu ya kawaida ambayo tunayopikia Wakishamaliza wataweka maji yaliyokuwa safi, ambayo ni maji ya kisima au maji ya mvua au maji ya mto yaliyokuwa masafi, wataweka mule, kisha watachukua chumvi ya asili, sio chumvi hizi tunazotumia za kupikia. Chumvi za asili ambapo tunasema ni zile chumvi za mawe, atatia mle, na kisha maliza. Basi atakuwa Uh, anakunywa na kujipaka mwili wake na kunyunyizia pembe nne za nyumba yake au katika shamba lake au katika sehemu yake ya biashara. Uh, kwa wale ambao nimeelezea wanaotaka kufanyiwa shughuli kubwa, ni vizuri tukawasiliana katika kuondosha uchawi katika miili yao, kuondosha nguvu hasi katika miili yao na maeneo yao ya kazi au maeneo yao ya malazi au makazi au maeneo ya biashara na mashambani pia kadhalika. Katika vitu muhimu vya kuangalia ni kuepuka sehemu za giza na sehemu chafu, kwa kuwa majini wabaya wanapenda maeneo haya, sehemu za giza giza, sehemu chafu chafu. Pia vile vile katika kutumia chumvi ya asili na maji ya bahari kuoga mara kwa mara inasaidia sana kuondoa nishati hasi taib. Katika kujikinga kwa maisha ya kiroho inatakiwa nini cha kufanya? Inatakiwa tufanye toba ya kweli na toba na kufanya usafi wa moyo, kwa nini shaitani asipate nafasi. Akikukuta hufanyi toba, toba ni yale makosa umemfanyia Mungu hata kuwafanyia binadamu, unatakiwa uwaombe msamaha Mwenyezi Mungu pia tumwombe msamaha kwa makosa ambayo tunayoyafanya. Tumekatazwa tusiseme uongo, tunasema uongo. Tumekatazwa tusiibe, tunaiba. Tumekatazwa tusifanye uzinifu, tunazini. ni makosa tunamfanyia muumba wetu. Kwa hiyo inatakiwa nini? Tufanye toba ya kweli, kadhalika usafi wa moyo, ni kuwa na hikidu. Watu wamekuwa na roho mbaya, wamekuwa na hasadi, wamekuwa na chuki E, wamekuwa na mambo mabaya kadhalika. Hata ubahili ni katika uchafu wa nini, wa moyo. Kwa hiyo inatakiwa tujiachie, tuweze kusaidia watu shida zao mbalimbali. Naam, pia vile vile katika kujikinga katika maisha ya kiroho tunatakiwa tujiepushe na hasira. Hasira, wasweli wanasema hasira hasara. Kwa hiyo ni vizuri tukajiepusha na hasira. Kadhalika tujiepushe kuwa na huzuni nyingi. Kadhalika yatakiwa tujiepushe kuwa na mawazo mabaya. Watu wamekuwa na mawazo mabaya, tunafikiriana mabaya. Kwa nini? Haya ya hasira, huzuni, mawazo mabaya ni sehemu ambayo inayoleta nishati hasi katika maisha yetu. Kadhalika usikae peke yako muda mrefu katika giza. Kwa nini? Kwa sababu wa roho wabaya Yani wale maroho maruhani ma upepo majini wabaya kupenda mazingira hayo mashaitani. Maana kuna tofauti ya majini au neno jini na neno shaitani, shaitani ni sifa na jini ni jina twaib. Basi ikiwa utafanya haya mpendwa, unaefuatilia darasa za Maalim Abalhasan Jumar, nakuomba uniombee Mwenyezi Mungu, niombe kwa Mwenyezi Mungu afya njema, umri mrefu wenye manufaa, wa kunufaisha watu kama nnavyofanya na kadhalika. Kwa wale wenye maswali mbalimbali mbali ya kutaka utatuzi maswali mbalimbali mbali ya kutaka kufahamu, karibuni sana, asanteni ah, sana. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abalhasan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kuelezea mambo kadha wa kadha kupitia nyota zetu kumi na mbili. Asanteni sana.